Karibu, leo tunaangalia Facebook ads na Instagram ads. Haya ni matangazo yote yanafanana. Watu wengi wanapoteza pesa nyingi mtandaoni kwa sababu hawajui vitu vitatu tu, audience location and behaviors. Tunaposema audience tunasema je, yeah, ni watumiaji wangapi wanatumia mitandao kwa kawaida. Facebook na Instagram ndio account zi ndio mitandao nya, yenye active account nyingi sana hapa Tanzania. Tukija locations, tunaangalia je, ni mikoa gani au mahali gani ni watumiaji wengi wa hii mitandao? Alafu tukija behaviors, tunaangalia je, ni behavior gani katika hii mitandao ina data nyingi ya watu wengi wanaotumia hii mitandao. Hapa watu ndio wanapokosea, ndio hapa watu wanapopoteza pesa nyingi. Anasema auzi, anasema uh, matangazo ni kula, yanakula hela. Yes, kwa sababu unayapa kazi ngumu kutambua Una, ya drive data katika location gani na watu gani? Kwanza utakiwe kutargeti Tanzania nzima, hiyo ni impossible. Au una pesa hizo? Kwa we small business unaweza ukatargeti dola mia kwa Tanzania nzima, that is hiyo utafanya kazi. Dola mia, dola hamsini kwa siku. Lakini dola tano Tanzania nzima, hapana, utakuwa umekosea sana sana sana. Sasa tazama hii video mpaka mwisho. Inaweza ikawa sio nzuri au sisemi vizuri, lakini itakusaidia wewe kama unataka ku drive traffic au kutengeneza matangazo yako mtandaoni kwa kutumia hii mitandao ya Facebook na Instagram. Cha kwanza nimesema ni audience. Audience, hapa ukiangalia Tanzania nzima kuna account kama milioni saba milioni nane active Facebook. Ukija Instagram kuna account active ambazo ni kama milioni tatu milioni nne sasa tunaangalia Facebook na Instagram kuna account kwa sababu kwa sababu traffic lako lionekane Instagram kumi na mbili kwa sababu hizi ni parent company, kwa sababu hizi traffic unaweza ukatengeneza tangazo lako lionekane Instagram, lionekane Facebook na pia product zao kama ma-messengers au kwenye notification za watu. Ni jinsi utavyolidesign tangazo lako liweze kuonekana kwa urahisi. Sasa tunakuja tunaangalia locations. Locations tunaangalia mikoa region ambayo ina watu wengi sana hapa Tanzania tunaangalia, tunakuona kwamba Dar es Salaam ina asilimia sitini ya watumiaji wa hii mitandao ya traffic. Ukija mikoa mingine kama Arusha, Mbeya, Mwanza, Tanga, Morogoro na Zanzibar, hii ni mikoa ambayo ina trafiki chache ya watu wanaotumia hii mitandao. Sasa target ya kwako ya kwanza kuuza ni lazima uangalie sehemu ambao kuna active user wa muda mwingi pale ndo unapocheza bet bid yako, kwa sababu tunapofanya matangazo online, tuna tunabahatisha. Ni auction, ni mnada, mtu asikuangalie, asikugarantie kwamba utapata mteja. Ni mnada ambao ni wa mtandaoni. Umeshaona kwa hapo. Ukishangalia location, tunaangalia unaweza ukarecommend Dar es Salaam kwa sababu kuna active user wengi, ukatargeti Mwanza, ukatargeti na Mbeya maybe ukatarget na Arusha na Tanga kwa uchache, mikoa hii mitano tu ukitarget, oh my goodness, na I trust you going to sell online, kwa sababu watumiaji wake kule ni wengi. Tunakuja kitu tunachokiita behaviors. Sasa behavior ni behavior gani ku target? Ukisema sasa, kwa sababu ni corporate au ni mtu gani unataka siji, unataka wanafunzi au unataka watu ni madaktari au maloya au ni nani? Ma rafiki yangu, utafeli sana katika kufanya matangazo online. Uh, behavior yenye data nyingi hapa Tanzania ni entertainment na sports, kwa hiyo we target kule, awe ni daktari, awe sijui ni msomi, awe sio msomi, ana behavior yake, muda mwingi zile video anazoziangalia au vitu anavyo interact navyo kwenye mtandao ni vitu vya entertainment na sporti, kwa hiyo machine automatically itadrive data kwa hao watu na itakuletea watu wengi sana katika tangazo lako. Alafu tunaangalia cha tatu ni jinsi ya ku create hizi kampeni, kwa sababu kuna create campaign za aina tatu: kuna automatic campaign, kuna manual campaign, kuna boost campaign. Sawa? Sasa hapa kwenye uh, manual campaign ni ngumu sana na watu hapa ndio wanapokosea, kwa sababu kuna option nne za kuchagua na hizi option zote gharama zake ni tofauti, kutokana na drive inaokuletea engine ya meta search. Kwa mfano, unataka kuuza self, lazima itakuwa na percent kubwa. Unataka kutengeneza lead, lazima itakuwa na percent kubwa. Alafu unataka kufanya uh, awareness bei yake ni tofauti. Unataka kufanya kampeni labda ya follow on the page, kampeni yake ni tofauti. Sasa ukiangalia mashine ya zisi mashine ya Instagram na Facebook haina database ya watu ya Watanzania ambao wana tabia za kupacheza online. Kwa hiyo ukiweka kwenye sales au uh, ukitaka lead sawa, automatic tangazo lako he, utap ela itapotea tu, watu wa mashine itakulwa kwa sababu haina data ya kutosha kuonyesha kwamba hawa watu wana behavior za kununua online, kwa sababu tunavyoweka kadi zetu tunapofanya vitu online, mashine huwa huwa network inaacha alama na mashine ina learn data from that, hizo alama ambazo sasa zinakuja kuzitumia hizo data kufanya matangazo na kudrive sales na wao wapate pesa. Kwa hiyo sasa, kwa Tanzania, unapotengeneza tangazo lako, usiweke kwenye sales, usiweke kwenye leads, tengeneza kampeni la awareness, sawa Kampeni la uh, to drive uh, learn more umeshaona, au follow the page, kwa sababu hile kampeni itakuletea wateja wengi sana kuliko kampeni ya sales au uh, create lead au uh, conversion lead. Utapoteza pesa zako za after, unakuja kuangalia age. Katika age tunaona kwamba active user na behavior, watu wanaotumia mitandao frequently ni kuanzia miaka 25 mpaka 35 ni watu wengi sana katika hii miaka ambao wapo hapo Tanzania. Kwa unaweza ka drive sale katika miaka na ukatengeneza pesa nyingi sana. Obvious ndiyo, kuna watu kuanzia 35 mpaka 45 wanatumia lakini unaweza ka target iko kipande 35, 34, 34, uh, 35 mpaka 40. Unaweza ka drive sale na ukapata pesa lakini inategemea na nature ya biashara unaoitengeneza. Kama biashara yako unapata unataka vijana waliotoka form 6, uh, miaka tano, yeah, inategemea hiyo nao, utaweza kupata drive sell, kama unatengeneza kampeni ya awareness, labda for the page, watu wengi wataangalia, hao vijana wako tayari kuchukua action katika hiyo tangazo. Afu cha mwisho natakiwa tukiangalie, tunafanyaje haya matangazo. Mfano sasa, trick nakupa rahisi, kama wewe ni kampuni ya usipoteze pesa zako kwa kutarget behavior, target place okay. Kama we umfanya mfanyabiashara, haujui ni behavior gani ya kutarget, usitarget behavior. Nachagua mikoa yako ni mitano ambayo ni Dar es Salaam, Tanga, Arusha, Zanzibar, Mbeya. Kule kuna akaunti nyingi active na watu wengi wanatumia mitandao, utaenda kutengeneza sales. Utakuja kunishukuru baadaye.